Gari zote ambazo zinawekwa oil original na service inafanyika kwa wakati, injini zake hazitengenezi ukoko kabisa. Hii gari ilikuwa inawasha check engine, tumelazimika kubomoa hiyo top cover kwa sababu msingi wa tatizo hasa unaanzia kwenye aina ya oil ambayo inawekwa. Gari ina fault code ya P0015 camshaft position over retard. Na hii filter ya VVTi ndio ambayo tulikuwa tunaitafuta kama unavyoona imechafuka hivyo inazuia oil kupita kuja kwenye cam gears kwa ajili ya system ya VVTi kufanya kazi vizuri. So tukaisafisha hiyo filter na ikang'aa vizuri kabisa kama inavyoonekana hapo. Na tukanoa ile original 5W30 ambayo ndo engine oil ambayo iko recommended kwa ajili ya hiyo gari na kwa engine ndogo nyingi ambazo zipo kwenye gari nyingi. Labda jambo moja tu niseme aina hii ya matatizo nakutana nayo sana kwenye gari nyingi. Na msingi hasa ni aina ya oils ambazo zinawekwa, ndio hasa zinawaharibia watu magari yao. Lakini kama unaweka oili nzuri, aina hii ya matatizo ni nadra sana kukutana nayo kwenye gari yako.